Hapo zamani za kale katika kijiji kilichozungukwa na msitu mnene aliishi fisi mmoja aitwaye Fisi Haba. Fisi huyu alikuwa na tabia ya tamaa kupita kiasi, hakutosheka na alichokuwa nacho, na kila mara alitamani mali na vyakula vya wanyama wengine. Siku moja, fisi Haba huyu alipokuwa akizunguka msituni aliona kundi la swala wakila majani mabichi. Macho yake yalimtetemeka, macho yake yalimetameta kwa tamaa, na akajisemea moyoni, Fisi Haba huyo, ningekuwa na akili ya kuwinda kama chui au kasi ya duma ningepata kitoweo kizuri kila siku. Hayo yalikuwa ni maneno ya Fisi Haba mwenye tamaa kupita kiasi. Akiwa bado ana tafakari, aliona simba akikaribia kwa kuwawinda wale swala. Kwa mshangao, swala walipomwona simba wote wakaanza kutimua mbio, na hapo ndipo simba akaanza kuwafukuza swala akafanikiwa kumkamata swala mmoja na kuanza kula nyama yake. Fisi Haba wakati huo akiwa na tamaa ya kile chakula, alijificha nyuma ya kichaka, akingojea simba amalize ili apate mabaki ya kile chakula. Baada ya muda simba aliondoka baada ya kushiba, na fisi akakimbilia mzogo kwa haraka. Alipokuwa akila, alijisemea tena, lakini si heri ningekuwa simba, ningekuwa na uwezo wa kuwinda kila mnyama. Wazo hili lilimjia tena siku nyingine, alipoona tembo akivunja matawi na kula Alitamani kuwa na nguvu za tembo lakini simba fisi huyu. Kisha akakutana na ndege angani, na ndege anayeruka angani naye akatamani kuruka kama yeye. Hali hii iliendelea akitamani maisha ya kila mnyama, jambo ambalo sio uzuri kwa kiumbe kama fisi. Fisi haba akaendelea kutamani maisha ya kila mnyama aliyekutana naye. Siku moja fisi haba alikutana na kobe mzee. Kobe alimwangalia fisi haba na kicheko na kusema, fisi haba mbona unahangaika na tamaa zisizoisha? Kila mnyama ana maisha yake na baraka zake. Umeumbwa kuwa fisi haba kwa sababu hiyo ndiyo nafasi yako katika dunia. Ukijifunza kuridhika, utaishi kwa amani na furaha. Hayo yalikuwa ni maneno ya busara kwa kutoka kwa Kobe mzee. Fisi alitafakari sana maneno ya mzee Kobe. Akatambua kuwa tamaa yake ndiyo ilikuwa inamfanya kutokuwa na furaha. Tangu siku hiyo aliacha kulalamika na kutamani kuwa mnyama mwingine. Aliishi kwa kuridhika na kula kwa bidii Fisi Haba aliishi kwa kuridhika na kula kwa bidii za juhudi zake, akitumia ujanja wake wa kufanikisha maisha yake kama fisi wengine. Na hivyo ndivyo fisi Haba alivyojifunza somo la thamani ya kuridhika na kuishi kwa amani. Wahenga walisema, tamaa mbele mauti nyuma.